Kazi na utu. Ah, nami nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema kwa kuweza kutukutanisha hapa. Nadhani ni mara yangu ya kwanza kukutana nanye. Wale ambao hatufahamiani, mimi kwa majina naitwa Ayubu Kambi, ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri yetu ya Itigi. La pili, kama alivyosema wenzangu, tumekutana hapa kwa lengo moja ni kukumbushana kila mtu tunajua majukumu yetu, si ndio? Jamani, nikukumbushana tu wajibu na kazi ambayo iliyoko mbele yetu, na tatu ni wapongeze pia, tulifanya walioeleza, tumefanya usaili, ndio ilikuwa wengi, lakini ninyi mmebahatika kupata hizi nafasi, ni jambo la kumshukuru Mungu, kwa sababu unaweza ukaona ni kazi ndogo, lakini ni kazi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu amewajalia kuweza kuipata hii nafasi. Mimi sina mengi sana ya kwangu, mimi ni machache, ni kuendelea kutoa live, kufanya hii kazi kwa uaminifu na kwa kujitolea sana, ni kujitoa uaminifu, kujitoa sana, jambo ambalo napenda kusisitiza. Tumefanya hizi si kazi kwa muda mrefu

maana nimeelekeza tuwaite hapa, usikae na pesa zaidi ya siku moja. Unakusanya asubuhi, si ndiyo? Ikifika saa kumi na mbili kabla ujalala, siku nyingine nafanya shift asinde, pengine mkusanah, nenda kabenki hizo pesa, ikiulua kwamba Siku ya siku mbili hujabenki, siku mbili haujabenki, siku ya tatu tunatengua mkataba. mm -hmm. ii nasema mwanze hapa mbele, siku ya kwanza ni kilasa kumi na mbili nenda kabenki, nenda kabenki, ilizoea kama umechelewa siku ya suu yake

baadaye nimekosea, ni kwa nakusudia kukata ishirini, lakini inaomba kufuta safari hii kujihisi kwamba umekosea, hiyo fasiliti hiyo inasema hapa. Kwa hiyo anatakiwa ukate, uwe makini, unajua kusoma. Kuna mtu ambaye hajui kusoma na kujua tarakimu za fedha hapa mtu anajifanya anasema amekatia, lakini laki mbili. Ndio nimekosea, nimeongeza sifuri, badala nilikuwa nitakiwa kupatia elfu ishirini snd batimbali nimepatia laki mbili, au nitaka kupatia laki thelathini nimepatia laki tano. Safarie ukiona hilo huyu nafasi hiyo hauna, i mwasamu nimeeleza hivi, tuwaite hapa tuongee na nyinyi. Fanya kazi yako kwa umakini, kwa umakini, kwa umakini. Jambo la tatu na la mwisho kwa mimi ni utunzaji wa hicho kifaa, hiyo POS. Mnaziharibu sana. Nadhani hata kwenye mikataba samani tuweke hichi ni kipindimaa utakuta vyoo vinakasuka iitakusaidia kwenye eneo pia, kwa sababu nakagua sana hizi POS. Vyoo vinakasuka, si wanazikondosha hili soliangaliaka mali za serikali. Kama ni mali za serikali, lazima, kama unavyotunza simu yako na ile

Nendeni mkafanye kazi kwenye vile vituo ambayo imepandiwa. Ulioajiriwa ni wewe, n ulioomba kazi ni wewe. Sisi tumetoa tangazo, tumetangaza tangazo la ukusanyaji wa mapato katika halmashauri ya wilaya ya Itigi, hatujasema na akijataja kimtakatu gani kituo utapangiwa kulingana na kazi ulio omba. Tumewapanga kwenye vituo, eneni tukafanya kazi kwenye vituo, tukafanye kazi kwenye vituo, tusiwe na business ya nayau, tukafanya kazi na wape malegea shauri ne wakijua malengo ya halmashauri, wakenda kufanya kazi malengo ya halmashauri ya ukusanyaji wa a haya mapato. Tumbaki na kusanya akiwa amegawanyika kwenye vyanzo, nyinyi wenzetu mnaenda kuvisimamia kule kwenye ile mageti au sehemu ambayo wewe umepangwa, na kufanya hivyo kuimarisha utendaji wa kazi kila mtu tunajua uwezo wake kwenye eneo hili. Kwa hiyo unapofanyiwa mabadiliko ya kituo, naamini utaenda kuimarisha utendaji wa kazi kwenye eneo ambalo wewe umepelekwa kule. Sidhani tumeelewana na viongozi wenzangu. Sadi tumeongea kwa sauti ya chini ili tuweze kuelewana. Haba zangu hawa wanawapitisha kwenye maeneo hayo, na wale ambao wabahatika kukutana na mimi, sitakutana kwenye mageti uwagamini sisimake. Siku ambayo bara saa napita kwenye mageti mingine yako wazi, au nakuta <laughs> nakuta iitii ndio kusanyaji hayupo au namkuta mkusanyaji emji hayupo, awa nango wanapita zingina la ida zao, ila mimi pia napita. Ni niwaombe tuende tukafanye kazi, sio jamani. Sasa nyinyi wapya, onyesheni uwezo wenu. Hii ni mkataba wetu, ni miezi mitatu saatatu miezi mitatu miezi mitatu na itufungi kuvunja mkataba. Mtu ambaye hafanyi kazi nawezekana, kama wakikuona performance yako haiko vizuri, miezi mitatu ikifika ni waeleze ukweli. Hapa tumewaamini na uwezo wa kuweza kuifanya hii kazi kwa ufanisi mkubwa. Kama kuna changamoto, una nafasi nzuri, sasa tumekutana hapa, tutaelezana changamoto ni namna gani

Na, na, leo tumefanya kikao kazi na wakusanya mapato sambamba na walinzi wa magetini. Lengo kubwa la kufanya kikao hichi ni kuweza kufanya uwezeshaji kwa wakusanya wetu mapato, kwa maana kwamba kutoa elimu juu ya ukusanya mapato sambamba na kuweza kuongeza ufanisi juu ya mapato ambayo tunataka tukusanye. Lakini kubwa zaidi ambayo tumelifanya leo ni kuweza kuchukua changamoto na maoni na mapendekezo mbalimbali kwa maemwhemu wetu na walinzi wetu, na kuweza kushia pamoja, ili kuweza kuona changamoto tunazikabili kwa namna gani, hatimaye tuweze kufika makadirio ya bilioni 2.7 ambayo tunatakiwa tukamilishe kwa mwaka wa fedha 2025 6 hufika milioni mbil pntsaba ifikapo tarehe 30 mwezi wa sita yipika, salasini. Kwa hiyo tunatoa wito pia kwa wadau wetu mbalimbali, wafanyabiashara, wananchi mbalimbali, basi tuweze kushirikiana kwa pamoja kuweza kulipa ushuru, kulipa mapato ili tuweze kuiendesha halimashauri yetu na hatimaye kuendesha taifa kwa ujumla ili uweze kufika viwango ambavyo tunavitaji na kama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anavyosisitiza tuweze kukusanya mapato ili tuweze kujenga nchi yetu. Kwa semina ambayo tumeipata, kiukweli inatupa motisha ya kufanya kazi. Natumai wote tutajituma, tutafanya kazi kulingana na mazingira yalivyo, japo tunapitia changamoto nyingi, lakini kwa jinsi tulivyozieleza kwa viongozi wetu natumaini watalifanyia kazi na kazi itakuwa njema na tutafanya kwa kujituma. Wajibu wangu kama MM kwanza, ni kuhakikisha posi inakuwa salama; pili, kubenki kwa wakati; tatu, kuhakikisha mapato hayatoroki. Wajibu wa kazi yangu ikiwa pale getini, ni kumlinda huyo anayeshika posi. Jambo la pili ni kulinda mali zote za pale getini, ikiwepo raia na mali zake. Kuna baadhi ya watu wanakuja ni wageni pale, hawajui wajibu wao ni nini. Anakuja mtu na, na gari lake, hajui ataenda kulipia wapi, atafanya nini. Mimi kama askari natakiwa niwe mstari wa mbele, kwanza kumpa elimu, kumwelimisha, kumwelekeza aweze kunisikia basi lolote ambalo inawezekana aweze kulifanya. Jambo lingine la pili ni kulinda ile mashine anapokuwepo naye anayelipisha pale ushuru. Watu wanakuja wa aina mbalimbali. Kwa mfano, kuna makabila toka Bukoba, toka Kagera, toka Uganda, toka sehemu mbalimbali na Kiswahili. Kwa hiyo najaribu kumwelekeza vizuri jinsi ya ulipaji na ulimshaji. Alafu kuna vitu nakuja kutoka mfano magari. Magari yaliyo mengi yanakuja yanapitiliza kwa sababu tayari serikali ishasema kuwa mageti yote yafunguliwe. Napofunguliwa mageti yanakuwa wazi, tunapata shida sana sisi askari. Napata shida. Si vipi, unasema magari, anakuja nakuambia, mkuu yuko mte, kumbe tayari ndani ana nyara za serikali, ana wahamiaji wanapita. Juu kwa serikali ile ambayo pia nao iliangalie sana kwa makini, iturudishe mageti yetu ili ulinzi ufanyike vizuri, na kingine tena ili mapato yaweze kupatikana kwa halmashauri yetu Itigi.